Assalamu alaikum. ACT e, Wazalendo shusha tanga Safari. Safari. Mwenyekiti wa chama na rais wetu mtarajiwa Makamu mwenyekiti wa chama Ndugu Ismaili Jusa, viongozi mbalimbali, jukwaa kubwa na wanachama wenzangu, asalamu aleikum kwa mara nyingine. <coughs> Wazanzibari tunahitaji mabadiliko na mtu sahihi wa kutuletea mabadiliko ni huyu tunayemnadi leo hapa na sisi kama Wazanzibari hatujawahipo kuona jambo la ajabu gorofa, hatujawahipo kuona jambo la ajabu barabara. Kwa historia ya Zanzibar tulikuwa na treni iliyouliwa na sisi visiwa hivi. Kwa nini tunakuhitaji, Mheshimiwa Mheshimiwa Othman? tunakuhitaji wewe kwa sababu ya uzalendo wako na kujitoa kwako kuipigania nchi yako bila ya kujali maslahi yako, na hili nitalieleza kwa mfano na kulinganisha na mgombea wa CCM namna anavyotuathiri katika kupigania maslahi yake. Mheshimiwa Othman, ni wewe, ni wewe pekee kwenye kundi la wabunge wa bunge la katiba walioamua kwa maksudi kuifanya Zanzibar kuwa mkoa. Ni wewe pekee ulisimama kwa kuhiari kuukosa uwanasheria mkuu na kusimama na maslahi ya wanyonge waliopo Micheweni. Ulivikataa kwa wazi bila kujali ni namna gani watakuchukulia wabunge wale, bila ya kujali ni namna gani watakufanya CCM wale, lakini bila ya kujali ya kupoteza ajira ambayo wengine waliipapatia kwa kutia saini katiba ile pendekezwa, ni wewe uliamua kuinusuru Zanzibar kubaki hapa ilipo, wakati mgombea wa CCM akiwa ni mjumbe wa bunge lile na aliunga mkono Zanzibar hii iwe mkoa. Ndiyo maana leo anaviuza visiwa. Wazanzibari tunapata shida, tunakuhitaji Mheshimiwa Othman. Wazanzibari tumechoka kufa. Kila ukifika uchaguzi sisi ni waja wa kuletea magari yenye vioo vya waya kila ukifika uchaguzi sisi ni watu wa kushushiwa wanajeshi. Kila ukifika uchaguzi sisi ni watu tunaojiandaa kuyakimbia majumba yetu. Tunakuhitaji mheshimiwa Othman, utujenge nchi yetu, utuletee uongozi mwema, ili siku ya uchaguzi imwache mama mtilie auze ubwabwa wake, mwanafunzi aende shule na mfanya biashara afanye biashara yake. Uchaguzi isiwe sababu ya kuondosha maisha yetu. Tunalisema hili mheshimiwa Othman, dunia ni shuhuda, Zanzibar ni mashuhuda na Tanzania ni mashahidi. Hakuna kiongozi wa serikali usiyemfika kuambia Wazanzibari wamechoka kufa Hakuna mwana CCM usiyemfika ukawaambia Wazanzibari wamechoka kuuawa. Hakuna dini na viongozi wake usiyowafika ukawaambia sisi hatutaki tena kufa. Hakuna chombo cha ulinzi na usalama ambacho haukukufikishia ujumbe huu kwamba sisi Wazanzibari hatutaki kufa, lakini mgombea wa Chama cha Mapinduzi ambaye ana mamlaka ya kutunusuru na hivyo vifo bado anang'ang'ania uchaguzi wa mapema. Mgombea huyo bado analeta vifaa vya ulinzi na watu wanayashuhudia Pemba. Tumechoka kufa kwa sababu ya uchaguzi. Tunakuhitaji utuwekee uongozi ambao sisi Wazanzibari tutakuwa na thamani ya kuishi kama watu. Hofu zimetanda kwa sababu wanaotutawala wa hawajatupa amani ya kweli. tunakuhitaji Mheshimiwa Othman, tunakuhitaji sasa hivi. Hakuna mfanyabiashara anayeweza kufanya biashara yake kwa kituo. Hakuna mjasiriamali ambaye ujasiria mali wake unamwendeleza. Kumekuwa na utitiri wa kodi. Ni serikali yako pekee ambayo itakuja kutuwekea mfumo sahihi wa kodi ili mjasiria mali aone faida ya kujituma kwake. Leo tuna kodi mpaka ya taka Micheweni. Leo tuna kodi za ajabu mitaani. Tunakuhitaji mheshimiwa Othman, tukiamini wewe ndiye mtu pekee wa mwanzo kuiongoza bodi ya mapato katika nchi hii. Utatuwekea kodi zilizokuwa hazina utitiri ambazo tutaweza kuzilipa bila shuruti. Tunakuhitaji mheshimiwa Othman, Wazanzibari tunakuhitaji. Wingi wetu sasa tunaelekea kuwa wageni katika maeneo yetu. Ardhi yetu inaporwa, wakipitisha miradi hawatulipi fidia, wakijenga majengo yao wanachukua ardhi zetu bila kujali kwamba sisi ni wana wa nchi hii. Micheweni hii hii micheweni hii zimepitishwa barabara, majumba ya watu hayakufidiwa. Micheweni hii inachimbwa fusi, foundation za watu zinang'olewa bila kufidiwa. Pemba hii zinapita barabara, mikarafuu ya watu haifidiwi. Tunahitaji uongozi uliokamilika kutoka kwako, ili Mzanzibari huyu atakaporuhusu eneo lake litumike kwa ajili ya miradi ya serikali, serikali imfidie kabla halijatumika eneo hilo. sisiem wameshindwa ni wewe peke yake unayeweza kutuletea. Tunakuhitaji mheshimiwa Othman, tunakuhitaji. Mitaani tumejaa wenye digrii, hatuna ajira, tunakuhitaji. Mitaani tumezoea kudanganywa na kukusanywa kwenye makundi ya ajabu kwa ahadi za ajira. Nchi hii tuliajiriwa, tuliahidiwa ajira laki tatu. Jimbo hili la Micheweni lilipaswa kupata ajira elfu sita. Hadi leo hii hata ajira mia tano hazijafika kwa shehia hii. Tunakuhitaji mheshimiwa Othman, utuweke mazingira ambayo Mzanzibari yoyote ya atajituma na kujipatia kipato bila ya kutegemea ajira ya serikalini. CCM wameshindwa. Ndiyo maana wananunua vitambulisho kwa kuamini kwamba itakuwa ni ajira kwa wazanzibari sie. Ndiyo maana wanafanya kaya maskini kama ni ajira kwa wanyonge sie, wando maana wanachukulia unyonge wetu kuwa ni mtaji wa kuwachagua kwao. Tunakuhitaji mheshimiwa Othman, tunakuhitaji uifungue Pemba, Pemba ambayo kwa hapa Micheweni sehemu karibu ya kufanya miamala ya kibiashara ni Kenya. CCM wameifunga miguu Micheweni, wameipekea dharau Micheweni. Tunakuhitaji Mheshimiwa Othman, utufungulie micheweni ili itoke katika eneo la watu maskini Zanzibar, ili liondokane na watoto wanaongozwa kwa mtampia mlo, ili iondokane na umaskini uliokithiri ulioletwa na CCM. Tunakuhitaji Wazanzibari, tunakuhitaji Mheshimiwa Othman. Sisi binafsi yangu nina imani ya dhati, wewe ni kiongozi mwenye huruma, wewe ni Mzanzibari unayojua maisha ya unyonge na wanyonge ni nani. Nakumbuka ipo siku ulipita Kisiwa Panza, ukamkuta mtoto aliyevaa nguo zilizochanika na shati iliyofungwa kwa kamba na mfuko wa madaftari wa kanga ya mama yake. Mheshimiwa Othman hukumpita na ulisimama ukamjuia hali. Nikujuze tu kwa sababu ya kwenda kwako Kisiwa Panza, mtoto yule leo ana madaftari mapya, ana begi jipya, ana seri mpya, ana uniform mpya. Ambao watu hao Micheweni wapo wanahitaji msaada wako. Tunakuhitaji Mheshimiwa Othman, sifa zako ni nyingi, muda ni mchache, e! Citi wazalendo, shusha tanga, safari. Asanteni.